Pamoja na hali nzuri ya uzalishaji wa vyakula hapa nchini, bado watu wengi wanakabiliana na changamoto ya wa lishe duni, hali inayosababisha matatizo ya afya, hususan kwa watoto wadogo wenye umri wa chini ya miaka mitano. Hata hivyo, mkoa umeendelea kufanya jitihada mbalimbali kukabiliana na changamoto hizo. Takwimu zinaonyesha hali ya udumavu kwa mkoa wetu kwa watoto chini ya miaka mitano umeendelea kuwa mzuri kwani umepungua kutoka asilimia 34 mwaka 2018 hadi kufikia asilimia 10.2 mwaka 2022 20. Lakini bado tatizo la ukondefu kwa watoto lipo, tulikuwa tunatoka tunaendelea, lakini kupungua kutoka asilimia 2.7 hadi asilimia 5.6. Jitihada mbalimbali zinaendelea kufanyika ikiwemo imetoa elimu ya lishe na uhamasishaji juu ya uzalishaji na ulaji wa vyakula mchanganyiko, kupitia mahindi, kupitia makundi mbalimbali ya vyakula, ili kupata virutubisho ambavyo vitaongeza lishe bora. Kwa hivyo, kwa maana ya Tanzania, shida yetu siyo chakula, shida ni vyakula. Tunakula kwa mfumo gani? Makundi ya vyakula yanaenda sawia, lakini vile vile kupunguza matumizi ya mafuta pamoja na sukari, lakini na kutumia zaidi vyakula bora kama ambavyo wenzetu wa swala la lishe wanavyotuelekeza. Na sisi kama wakuu wa mikoa ambaye chini ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan tuna mikataba ya kuhakikisha kwamba tunasimamia afua za lishe mashuleni, lakini katika makundi yote, ili kuhakikisha kwamba swala la lishe linakuwa sio changamoto. Mwaka ule wa 2020-2021 20, 20, 20, 20, 20, 20. Tulikuwa na ziada ya mazao ya chakula kitaifa, ziada yetu ilikuwa tani milioni mbili, lakini sasa hivi inavyoongea na hadhara hii mheshimiwa mkoa ziada yetu ya mazao ya chakula katika nchi hii ipo tani milioni tano. Lakini pia katika kuboresha mifumo ya uzalishaji katika kilimo na kufanya kilimo kuwa endelevu Tanzania inapanga kuhifadhi kuongeza uwezo wake wa kuhifadhi chakula hadi kufikia tani milioni tatu ifikapo mwaka 2030. Shughuli hizi zote Mheshimiwa mkuu wa mkoa, zinafanyika kwa mkutu. Sisi tunaongozwa na mpango kabambe wa mageuzi ya kilimo wa 2050 lakini pia tunaongozwa sasa hivi na dira ya maendeleo ya taifa 2050 pia lakini na malengo ambayo tumejiwekea kwamba tunapofika mwaka wa 2030 kilimo kiweze kuongeza bu, uzalishaji kwa asilimia kumi kutoka ya sasa ambayo iko zaidi ya asilimia 4 na kidogo. Sasa tunataka ambao tunapofikia mwaka 2030 tu tumeshafikia asilimia kumi kwa kupitia nguzo nne za FAO ambazo tunazitekeleza katika nchi yetu ya Tanzania ambapo nguzo ya kwanza ni uzalishaji bora, lishe bora, mazingira bora na maisha bora. FAO tutaendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania kukuza uzalishaji endelevu, kuimarisha lishe, kulinda rasilimali na hata vizazi vijavyo viweze kujifunza na kukuta nchi yetu ya Tanzania ina chakula cha kutosha.